Ee, katika kitabu chetu cha khudh aqidataka minal kitabi wa wasunna tungali katika ukurasa nambari 24, n ee, katika unwani inayosema bimadha yahkumu lmuslimun kwa kitu gani wanahukumu Waislam? Yani e, wanatumia muongozo mm. gani kusema hili halali hili haramu hili linafaa hili halifai, katika masala ya ibada, katika masala ya Akhlaqi, katika masala ya miamala, katika masala ya kifamilia kwenye, kwa mfano e, mume na mke wanautesi na wanavutana e, kupika ni jukumu la nani? Kufagia ni jukumu la nani? E, ni ni jukumu la nani nini? Kutoa matumizi nyumbani jukumu la nani? Kulipa ada za watoto jukumu la nani? Kulipa bili ya maji e, vitu kama hivi katika masala ya mirathi e, amefariki mtu, nani anachukua kitu gani na kiasi gani e, ni lazima watu wawe wana, wana wana kigezo na nini chimbuko ama marje rejea ya masala yao, wanarejesha katika, katika kitu gani e, sijui kama mimi ni fasaha, lakini kwa lugha ya jumla na kwa hii lugha yangu hafifu onwani hii inamaanisha hivyo, na mimi hapa nime nimeandaa nime aya katika Qur'ani, katika surati Nur ambazo zitakuja kuzungumzia masala haya kwa uzuri kabisa, lakini e, e, nisome kwanza yale yaliyomo katika kitabu, anasema Bimadha yahkumu lmuslimuna, kwa kitu gani wanahukumu Waislamu? Yahkumu lmuslimuna, Waislamu wanahukumu bilqurani, kwa Qurani, walhadithi sahihi, na hadithi sahihi. Sisi tunapohukumiana mazungumzo yetu yanakuwa rejea ya yake ni Qurani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Qala llahu taala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema wa anihkum bainahum bima anzala llah, mtume kama kiongozi anaambiwa hukumu baina yao, sio kwa matamanio yako, wala kwa yale yanayotoka katika kitwa chako, wahukumie kwa sheria ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewateremshia. Hiyo sheria ndiyo kazi yake. Ya Dawudu, inna jacalnaka khalifatan fi lardi fahkum baina lnasi bilhaqi wala tattabici lhawa fayudilaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yauma alhisab. Ewe Daudi, sisi tumekufanya ni kiongozi e, na hapa ajifikirie kiongozi yeyote ambaye amepewa uongozi na amepewa uchifu na amepewa madaraka, pengine inaweza kuwa ni uongozi wa familia au katika ngazi ya msikiti. Wakati mwingine watu wana wanajaribu kujiongeza na kutumia akili zao. Angalia, Daudi anaambiwa hukumu baina ya watu kwa haki e, hapa kwa haki Sio kwamba wahukumu kwa uadilifu e, nini, kwa, kwa, nini? Tafsiri hii ukichukua yenyewe peke yake unaweza ukahukumu kwa akili yako, alafu kasema hii ndio haki. Hapa bil haki anamaanisha kwamba ile sheria aliyopewa na Mwenyezi Mungu azza jalla, ndio maana akamwambia, wala tattabii hawa, usifuate matamanio ya nafsi yako yasije yakakupoteza. Kawaida ya matamanio ukifata, ukifata hisia za nafsi E, zitakupoteza kunako njia ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Hakika wale ambao wanapotea njia ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla wanayo adhabu kali siku ya mahisabu. Kwa hivyo, hapa anasema yahkumu lmuslimuna bilqurani walhadithi sahih, wanahukumu Islam kwa qurani na hadithi sahih. Mwenyezi Mungu azza wa jalla anasema wa waanihkum bainahum bima anzala allah, hukumu baina yao kwa yale ambayo, kwa kile ambacho Mwenyezi Mwenyezi Mungu azza wa jalla ameteremsha. Wa, kala sallallahu alayhi wa sallama, Mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema: alimu lghaibi wa shahada, Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni mjuzi wa, wa mambo yaliyodhihiri na yaliyofichikana, mambo yaliyofichikana na yaliyodhihiri. Anta, wewe mwenye hii sifa ya kuwa ni mjuzi wa kujua yaliyofichikana na yaliyodhihiri. Wewe tahkumu baina ibadika, unahukumu baina wajawako Angalia tu hakusema allahumma anta tahkumu baina ibadik, ewe mola wangu unahukumu baina ya waja waj, akataja wako. e, akataja kipengele cha kiimani e, ambacho ni sifa katika e, sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kipengele hicho kina hoja kina, kina, kina kwamba, kina kwamba yule ambaye e, anajua ya, ya leo na ya kesho yaliyodhihiri na yaliyofichikana, bila shaka hukumu yake ni nzuri zaidi kuliko hukumu ya yule ambaye hana elimu hayajui, hususan yale yaliyofichikana. Kwa hivyo, yani maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanamaanisha kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu azza jalla ni nzuri na ni sahihi zaidi kuliko hukumu ya yeyote yule yule. Qurani hapa, Mwenyezi Mungu azza jalla anagomba

Kuna katika watu huwo wanasema, Allah hasemi ni waumini, lakini anasema wao wanasema kwa midomo yao, amanna billahi wa birrasuli, tumemwamini Mwenyezi Mungu azza jalla na tumemwamini rasuli kwa ndimi zao, wanasema tena waatana, na tumetii. Lakini imani inataka real, inataka uhalisia. Allah anasema Thumma yatawalla fariqu minhum min badi dhalik, kisha linageuka ama linakengeuka ama linarudi kinyume. Kundi katika hawa wanarudi nyuma, wanasema wa, wa, yani wanakwenda kinyume na yale ambayo wameyasema kwa maneno yao. Maneno ni ya imani, matendo si ya imani. Allah akasema, wama ulaika bilmuminin, watu hawa si waumini. Akasema akataja sababu, aka, akataja sababu nyingine ama sura nyingine ya mukhalafa wao wa idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum muridun, na pindi wanapoitwa kwa Allahu jalla wa ala, kwa Allah ni kwenye kitabu chake na kwenye sheria yake katika, katika wa rasuli, na wanapoitwa katika sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili weje liyahkuma bainahum ili mtume awahukumu kwa hiyo sheria ya Allah na kwa sheria yake, ama sheria yake na sheria ya Allah ni sheria moja. liyahkuma bainahum ili awahukumu, idha fariqum minhum muridun, wengine wanasema hatutaki bwana. Katika masala ya mirathi, dada zetu na mama zetu ni waislamu siku zote, ikifika masala ya mirathi basi akiona kwamba katika sheria za kitwaghuti ataenda kupewa zaidi, anaikana sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla wa'ala. Kuna maneno hapa mbele utasikia wakiitwa katika hukumu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na mtume, ili awahukumu. Na mtume ameondoka, lakini ameacha warithi wake na wale ambao wameshika mikoba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, idha fariqun minhum muridun wanakuwa wanapuuza ile hukumu ya mtume na Mwenyezi Mungu Jalla Waala. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaona e, hukumu ya kitawaguti imewapa ziada. Na ukipewa zaidi kwa sheria ambayo si ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla, ujue hiyo zaidi ni dhulma, si chako. Qurani inasema wa in yakun lahumul haqqu yatuu ilayhi mudhinin. Ikiwa Maanake kule wamekwenda katika sheria nyingine, kwa sababu wanataka kudhulumu. Lakini ikiwa haki ni ya kwao, wao wanataka wakahukumiwe, wanaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiwa ni wanyenyekevu: sisi ni Waislamu, jambo letu ni kadha na kadha, lakini mume wangu hivi na hivi, lakini kaka yangu ni hivi na hivi, kwa sababu ameona kwenye swala hilo atapata zaidi. Wain yakun lahumul haqqu yatuu ilaihi mudhinin afi qulubihim maradun amirtabu. Allah azza jalla anasema hivi watu hawa katika nafsi zao kuna maradhi, na na hili si suali la kutaka kujifunza. Mwenyezi Mungu azza jalla anajua kila kitu, lakini anawaweka katika mafungu. Kuna ambao wako katika fungu hili na wengine katika fungu hili na wengine katika lile. Afi qulubihim maradhun, hivi katika nyoyo zao kuna maradhi maradhi ya kupenda dhulma, maradhi ya kuchukia dini. Ameritabu, kuna kundi lingine wana mashaka na hukumu ya Mwenyezi Mungu azza jalla ama wana mashaka, yani hawa wanaokataa hukumu ya Mwenyezi Mungu azza jalla ni lazima wataangukia katika makundi haya. Afi qulubihim maradhun, wana maradhi ya kupenda maasi na kumwasi Mwenyezi Mungu azza jalla katika nafsi zao. Ameritabu ama wengine wanaweza kuwa wanasema ni Waislamu, lakini wana mashaka na, na, na, na, na, na hukumu ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wana mashaka na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameritabu jambo la tatu, am yakhafuna anyahifa Allahu alaihim wa warasuluh. Au watu hawa wanaona hukumu ya Allah subhanahu wa taala, yani Allah na mtumewe wataenda kuwapunja, kwa hivyo bora waende kwa watu ambao hawana dini, hawana maadili, wao ndio wataenda kuwa hukumu, hukumu. Hukumu ya sawa lakini kwa Allah na mtumewe kwenye mabaraza ya dini watapunjwa. Bal ulaika humu dhalimun. Allah akasema hawa wanaokataa hukumu ya Mwenyezi Mungu azza jalla ni madhalim. Allahu jalla ala akataja hali ya waumini katika masala ya hukum, innama kana qawla almu'minina idha duu ila llahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, hakika si vinginevyo qauli ya waumini wanapoitwa katika hukumu ya Allah na mtumewe ili wahukumiwe kwa hukumu hiyo, an yaquluu sami'na wa ata'na, huwa wanasema tumesikia na tumesarenda tumetii wa ulaika humul muflihun, watu hawa ndio wamefaulu. Bwana wale wamefeli. Wa man yuti illah wa rasuluhu wa, wa, wa yakhsha Allah wa yattaqi, ambaye anamtii Allah na mtume wake katika hukumu zao, na akawa anamcha Allah. Yakhsha Allah, anamwogopa Allah. Wa yattaqi, na anachunga sheria yake

Watu hawa ambao wanahalifu sheria ya Mwenyezi Mungu azza jalla, umebakia kuwa uislamu wao na dini yao ni dini ya midomoni kule. Wanasema tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumemtii, mara wanakengeuka. Hapa Allah Mwenyezi Mungu azza jalla akahitimisha akasema, wanaapa kwa viapu vilivyotiliwa mkazo, lau kama utawaamrisha watatoka watakutii. Allah akasema, musiape, tunawajua taatu marufa viapo vyenu na kauli zenu zinajulikana, kwamba ni dini ya mdomoni. inna Allah khabiru bima ta'maluna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua yale ambayo ni wenye kuyafanya. Ndugu yangu katika imani, ni mwisho e, e, wa darsa hii ya bimadha yahkumu almuslimun, waislamu wanahukumu kwa kitu gani? Jawabu iko katika darsa yetu ambayo imetangulia. Tukutane katika onwani inayosema al-amalu bil-qur'ani wal-hadith, kufanyia kazi qur'ani